Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa leo. Uh, tunaangazia mafundisho muhimu sana ya Trent Sheppard, haya yanaohusu chuo kikuu cha mataifa UofN, na tunafanya hivi eh, tukikuazia hasa wewe, ndio wewe msikilizaji wetu kutoka UofN Afrika kabisa, na vyanzo vyetu ni muktasari wa mafundisho yake pamoja na mm, nakala ya yale yaliyoyasema kwenye mkutano mkuu wa UofN Afrika. Lengo letu hasa ni nini? Ni kupembua yale yanayoita maneno matano ya msingi na kuona sasa kivitendo yanawezaje kufanya kazi kuleta matunda hapa kwetu Afrika. Mm-hmm. Unajua kuna ule msemo wa Kimaori, nasikia, unasema tunaingia katika siku zijazo tukitembea kinyume nyuma. Kwa hiyo ili tuende mbele vizuri lazima tuangalie nyuma kidogo kwenye misingi yetu kweli. Na Trent anatumia mfano wa Loren Cunningham hapa. Loren, yani, aliuchukulia wito wa Mungu kwa uzito mkubwa sana, lakini yeye mwenyewe hakujichukulia kwa uzito huo. Mtazamo ni muhimu sana. Sasa hebu tuunganishe hili na mwanzo kabisa wa UofN na uhusiano wake na Afrika. Trent anaiona kama kitu cha, e, cha kipekee tena. Anasema ni uhusiano wa kinabii kabisa. Anaturudisha nyuma hadi mwaka 1978 hebu fikiria mwaka huo, ndio UofN inaanza rasmi kule Kona, Hawaii. mm -hmm. mwaka huo huo Crossroads DTS inaanza, na muhimu zaidi kwa ninyi mnaotusikiliza, huo ndio mwaka ambao kazi ya YWAM ilianza rasmi Namibia, pale pale ambapo mkutano huu mkuu unafanyika hilo ni jambo kubwa, yaani matukio yote matatu kwa pamoja kabisa. Inaonyesha jinsi Afrika ilivyokuwa kama moyoni mwa ofn tangu mwanzo kabisa. Hilo linatia moyo kweli. Sawa, basi, kutoka kwenye huo msingi imara, Trent anachambua haya maneno matano, anasema ni lazima yawe kama DNA ya ofn hata iweje. Wazo la kwanza analotaja ni elimu ya moduli, modular education. Hili lina maana gani hasa kivitendo? hasa kwa mazingira yetu hapa Afrika. Ehe, elimu ya moduli, yaani tunazungumzia mafunzo makali lakini yamepangwa katika vipande vifupi, moduli, vinaweza kuunganishwa baadaye. Hii inaleta wepesi sana na inafanya iwe rahisi kufikia elimu hii popote duniani. Na kwa Afrika, kwa Afrika hii ina nguvu kubwa sana. Fikiria uwezo wa kutoa mafunzo muhimu, ujuzi unaohitajika kwa gharama nafuu tena kwa njia endelevu hata kufikia maeneo yale yenye changamoto labda za miundombinu au rasilimali chache. Sawa. Lakini sio tu moduli za kidijitali ingawa hizo ni muhimu, ni mfumo mzima unaomwezesha mtu kujifunza bila kung'olewa kabisa kutoka kwenye jamii yake kwa miezi au miaka. Uo wepesi na ufikiaji ni muhimu sana, lakini najiuliza pia kuhusu ubora kinacha mafunzo. Je, huu wepesi hauhatarishi kina kile cha kitaaluma au hata kiroho? Hilo sasa linanileta kwenye wazo lake la pili, chuo kikuu cha Roho, University of the Spirit. Hapa ndipo tunapata huo uwano. Swali zuri sana hilo, na jibu ni ndiyo kabisa. Dhana ya chuo kikuu cha Roho inalenga kujibu changamoto hiyo moja kwa moja Trent anasisitiza kwamba UofN sio mahali pa sijui kujaza maarifa kichwani tu, mm -hmm. Ni lazima kuwe na muunganiko thabiti kati ya masomo ya kitaalamu na ukuaji wa kiroho, anasema waziwazi: kila darasa liwe chumba cha maombi, sio tu yale maeneo maalum ya ibada. kila darasa. kila darasa. Kwa hiyo kwa Afrika tunacholenga ni nini? Ni kukuza viongozi wataalamu ambao sio tu wameiva katika fani zao lakini ambao maamuzi yao yote, ubunifu wao, kazi zao vinaongozwa na usikivu kwa Roho Mtakatifu. Ni zaidi ya kuwa na ratiba ya maombi, ni kama mfumo mzima wa maisha ya kujifunza. Kiongozi anayeongozwa na Roho. Hilo lina sound vizuri sana, na linatupeleka moja kwa moja kwenye wazo la tatu ambalo ni kizidisho cha utume multiplier formations watu wengi kama ulivyosema awali, wakisikia utume wanafikiria wahubiri, wainjilisti. Ndio, ndio wazo finyu kidogo. Lakini Trent anapanua hili wazo, sivyo? Anapanua sana. Lengo kuu la UofN sio tu kujenga taasisi kubwa ya kitaaluma hapana, ni kuwaandaa na kuwatuma wahitimu kama wamishonari katika zile nyanja zote saba za jamii, nyanja zote kama zipi? Biashara, elimu, serikali, sanaa na burudani, vyombo vya habari, familia na dini pia. Bila shaka, kwa Afrika yetu yenye uhitaji mkubwa wa uongozi wenye maadili katika kila sekta, hii ni muhimu mno. Kweli, tunahitaji watu walioitwa na Mungu katika uandishi wa habari, kwenye teknolojia, kwenye kilimo, watu wanaofanya kazi zao kwa ubora wa hali ya juu na kwa moyo wa utumishi. Lakini na hapa, kuna angalizo muhimu kutoka kwa Trent mm -hmm. Anaonya tusije tukaangukia kwenye mtego wa kutumia huo ushawishi kwa manufaa binafsi au kwa njia ambazo yani hazimpendezi Mungu. Lazima tubaki kwenye ule unyenyekevu wa Loren aliyokuwa nao. Hiyo ni changamoto nzito, lakini ya msingi. Sasa kutoka kwenye huo utume mpana, tunarudi kwenye jinsi tunavyojifunza pamoja. Neno la nne ni jumuiya ya kujifunza ya kitume. Apostolic Learning Community. Katika zama hizi za kidijitali, mtandao na Zoom, je, jumuiya halisi ile ya ana kwa ana bado ni muhimu? Ah. Ni muhimu zaidi pengine kuliko wakati mwingine wote. Trent anasisitiza hili sana, licha ya teknolojia zote hizi, kiini hasa cha UofN ni watu halisi katika maeneo halisi wakiishi na kujifunza pamoja, ule mfumo wa Live Learn. Hapa nipo ufuasi wa kweli ule wa kina, unatokea na kwa Afrika kwa Afrika, ambapo mahusiano ya kijamii yana uzito mkubwa sana. Huu ndio moyo wenyewe wa UofN. Tunahitaji kumbatia nguvu ya jumuiya, yaani ile nguvu ya mento na mentee, ya familia ya kiroho. Hata tunapotumia zana mpya kama akili bandia AI, tunapaswa kuzitumia kwa busara na wajibikaji. Teknolojia kama chombo tu, kabisa chombo cha kuimarisha jumuiya, sio kuipunguza nguvu au kuchukua nafasi yake. Na hatimaye neno la tano, hili linaonekana kama linakusanya yote pamoja: umoja katika utofauti, unity and diversity. Hili sasa linaonekanaje katika muktadha wa UofN na hasa Afrika? Hili kwa Trent ndilo linalokamilisha ile ndoto ya Loren ya kukomboa neno chuo kikuu, yaani kuleta pamoja kila taifa, kila kabila, kila lugha katika Kristo, na hapa sasa Eh, hapa Trent anakazia kwa nguvu zote umuhimu wa kitu kinaitwa ufasiri wa Biblia kwa lugha mama za kimdomo, OMBT. OMBT ni nini hasa? Oral Mother Tongue Bible Translation ni mchakato muhimu sana wa kuleta maandiko matakatifu kwa zile jamii ambazo lugha zao hazijaandikwa. Mara nyingi inafanyika kwa njia ya simulizi, hadithi na sauti kwa jamii za kimdomo ndio. Na Trent anauita huu mpaka mkuu wa kimisionari wa wakati wetu, na anasema wazi: Afrika ikiwa na hazina kubwa ya lugha ambazo bado hazina Biblia kamili, hasa zile za kimdomo, Afrika iko mstari wa mbele kabisa, mstari wa mbele kumpa kila mtu fursa ya kusikia neno la Mungu kwa lugha yake ya moyoni. Hiyo ndio njia ya kufikia umoja wa kweli katika utofauti wetu, maneno mazito. Kwa hiyo ukiangalia haya maneno matano elimu ya moduli, chuo kikuu cha roho, kizidisho cha utume, jumuiya ya kujifunza ya kitume na umoja katika utofauti, yanatupa dira imara sana. Ujumbe mkuu wa Trent kwenu nyinyi wa UofN Africa ni kwamba hamjapewa tu fursa, mm -hmm, bali mna wajibu wa kihistoria wa kuishi na kutekeleza maono haya kikamilifu. Kama vile chuo kikuu cha Harvard kilivyoanza kwa kuchapisha Biblia katika lugha ya kienyeji miaka hiyo. Kweli. Basi UofN hasa kupitia jitihada kama OMTBT hapa barani Afrika inaweza kuendeleza ule urithi mtakatifu. Ni wito mzito, lakini unaosisimua ajabu. Basi tunapofikia mwisho wa uchambuzi wetu huu wa kina, tunakuacha wewe, msikilizaji wetu, swali hili la kutafakari. Ukizingatia mahitaji yote haya tuliyojadili, na fursa za kipekee zilizo mbele yako hapa ulipo barani Afrika sasa hivi, wewe binafsi utachukua hatua gani, hata kama ni ndogo tu, wiki ijayo, kuanza kutekeleza angalau mojawapo ya misingi hii mitano katika eneo lako la huduma, au kazi, au ushawishi? Fikiria hilo.